Klabu ya Barcelona imeonyesha kabisa kwamba haina utani pale ambapo inahitaji jambo lake mara baada ya kushinda taji la La Liga ama ligi kuu nchini Hispania. Sasa wameanza kubakisha baadhi ya watu ambao ni kii kwenye timu hiyo. Kwanza walianza na kocha Hans Flick Mjerumani ambaye walimwongezea mkataba mpaka msimu wa mwaka 2027, kutokana na kile ambacho alikifanya. Hata we ni shahidi kwa kile ambacho amekifanya. Hans Flick amekuwa ni nguzo muhimu ndani ya klabu hiyo ya Barcelona kutokana na falsafa yake kufanya kazi vizuri na kuisaidia timu hiyo kufika katika nusu fainali ya michezo UEFA Champions League, lakini pia kuifunga Real Madridi mara nyingi zaidi na kuifunga magoli mengi klabu ya Real Madrid. Sasa baada ya Hans Flick, hatimaye kikombe kimemfikia Rafinha ambaye naye ameongezewa mkataba wa kuendelea kubaki kunako klabu hiyo ya Barcelona mpaka msimu wa mwaka 2028. Kwa Rafinha ko Rafinha kala miaka mitatu, lakini Hans Flick miaka miwili. Watu hawa wote wawili wameonekana kuwa nguzo ndani ya klabu hii ya Barcelona kutokana na mchango wao mkubwa, ndio maana wameamua kubakishwa, lakini Barcelona inaangalia jinsi ya kuendelea kufanya usajili, lakini kama tunavyojua kwa wenzetu Ulaya, kuna vitu ambavyo ni tofauti sana. Wanaamini mpira ni biashara na pesa ya mpira inatakiwa izunguke, kwa hiyo huwezi kununua mchezaji kama hauuzi mchezaji. Kwa hiyo Barcelona naangalia, mojawapo kati ya programu zake ni kumuuza pia mchezaji Ansu Fati ili kuweza kuongeza mchezaji mwingine ama kusaini mchezaji mwingine ambaye atakuwa nje ya Barcelona. Na hapa plani kubwa ni kusajili wachezaji ambao hawatakuwa na majina makubwa sana lakini chini ya kocha Hans Flick, yeye ana uwezo wa kuwatengeneza wachezaji hao na kuwapa majina makubwa. Lakini mpaka sasa tayari watu wawili wameshaongezewa mkataba, ambaye ni Hans Flick pamoja na Rafinha.